Naona sio kama walitumwa, walikuwa na mdadi tu, walikuwa na midadi wanautaka, wanataka kutwadhiri watu wazima, tumeonyesha bwana. Bwana vipi? Sasa mmemalizana na hii, tunaangalia michezo ya mbele iliyobaki, mmoja wapo ni mchezo wa Young Africans. Young Africans anasema acheze. Achezi vipi? achezi. kwa nini, eh? Achezi kwa nini? Achezi sababu gani? Atacheza. Anasema nyinyi mlitoroka basi pokuwa na sababu. Ah, sasa nyinyi, unajua ngoja nikwambie, mara anasema anacheza, mara atuchezi, lakini anakwambia mpira upo kaka. Mpira? Upo. Yanga Afrika anasema alete timu. Ah, ah, sasa Yanga anasema alete timu yao, wenye timu yao, wewe si mwenye anataka ubunge, alafu asilete timu? Anapata wapi ubunge huko, nani huko, Dodoma huko, au juu ya mpira? Simba na Yanga iko katika mipango vilevile za serikali wewe habari una? Anagombea huko Kongwa. Alafu station za kukwambia sasa. Hao Yanga wanasema TFF haifai. Mkutano mkuu umefanyika Moshi. Elsi na Mangungu wamesema Kalia anatosha. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mwaka huu Kalia anagombea peke yake. Sasa leo anasema haifai. Mwaka jana alisema haifai. Sasa wale Yanga majani ndio anasema mpira. Lakini tarehe 15 kinapigika brother. Lazima walete timu. Eh, lazima walete. Wale msi ndio maana kuna mtoto wangu mmoja anasema Yanga taeleweki wanaongea sana. Anaita da anasema dayanasema a eh, wanaongea sana hawaeleweki, msimambo wao hili sijui mwenelewa. Sasa hivi wanasema pale kwenye uchezi na nguvu. Ah, sasa sisi yule atatamaani bwana, mpira atacheza. Subiri muda, ataona hii serikali au serikali yenyewe ya Tanzania, jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mama Samia, wasicheze wale